Na sasa eh, baada ya kupatiwa mtu eh, mkopo eh, mteja baada ya kupata ule mkopo uh, urejeshaji wake sasa ukoje? Je, anarejesha kwa fedha ile ile aliochukua au kuna ongezeko, na pia utaratibu ukoje katika urejeshaji, pengine baada ya muda gani anatakiwa arejeshe, na pengine ikitokea sasa mteja hajarejesha kwa wakati, taratibu na zikoje? Karibu kila sehemu au katika maeneo yote kuna vigezo na taratibu, lakini sisi tunasimamiwa na serikali na miongozo, sera na taratibu zote na kanuni zinatolewa na serikali kabisa. Na kwa kuzingatia hilo, sisi kama Orbit Microfinance tunachaji riba ya kiwango kilichoelekezwa na serikali, na maelekezo ya serikali ni kuchaji riba ya asilimia tatu pointi tano. Kwa hiyo kwenye kila mkopo wako unaokuwa unachukua basi utahitajika ulipe kwa maana ya riba au chaji ya asilimia tatu pointi tano. Ninaposema chaji ya asilimia tatu pointi tano namaanisha nini? Namaanisha kwamba mathalan kama mteja anayechukua laki moja ndani ya mwezi mmoja atatakiwa alipe laki moja na elfu tatu na mia tano. Ile elfu tatu na mia tano ndio ile chaji ya asilimia tatu pointi tano au nukta tano. Na nini maana ya maana yake ni kwamba kwanza ni bei elekezi au chaji ambazo zimetolewa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa ajili ya kuweza kuwanufaisha wananchi kiuchumi, isiwe mikopo ambayo ni kandamizi au inayoumiza wananchi kwa ajili ya kujipamua kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama Orbit Microfinance tuna chaji kupitia yale maelekezo ya serikali. Naam, asante. Na sasa hapo hapo, uh, ushajua kisasa ukoje wa kurejesha baada ya kuchukua pengine mnakuwa mnampa muda gani? pengine wiki au mwezi au miezi? Na kwanza, mkopo sio vita na mkopo ni makubaliano yanayokuwa wanaingia kati ya mtoa huduma na mhitaji wa huduma kwa maana ya mnufaika. Hivyo hivyo kulingana na makundi ambayo tumeyapanga, na urejeshaji wake unategemeana na kundi analokuwa mteja kuna kundi mteja labda atakwambia anahitaji analipa kwa, kwa mwezi huyo, tutamruhusu alipe kwa mwezi. Kuna kundi litasema mimi nitahitaji nilipe kwa wiki, huyo tutamruhusu alipe kwa wiki. Kuna kundi, kwa maana kama hawa wenzetu, kwa mfano, hawa watumishi wa umma au sekta binafsi, sisi sote tunaamini kwamba serikali hailipi kila wiki, serikali inalipa kila mwezi kwa hiyo mnufaika wa, wa huduma zetu kwa maana ya mkopo kama ni mtumishi wa umma au sekta binafsi, atatakiwa kurejesha kwenye huo mkopo ndani kila mwezi kulingana na miezi ambayo ataomba yeye aweze kurejesha. Na miezi ina, inaanzia mwezi mmoja Ndio. Inaanzia mwezi mmoja, miezi mitatu, miezi sita, miezi kumi na mbili, miaka miwili mpaka miaka minne hiyo sasa inategemea na baina ya makubaliano tunayokuwa tunaingia sisi na yule mnufaika wa huo mkopo. Naam. Mtazamaji, bado nipo na bwana eh, James eh, Charles Chale eh, mkurugenzi msaidizi wa taasisi ya eh, Orbit Microfinance Limited iliyopo hapa visiwani Zanzibar, na mengi yameyazungumza kuhusiana na taasisi yao inavyojishughulisha katika kutoa huduma kwa wananchi. E, kutoa huduma ya kuwapatia mikopo wafanyabiashara wadogo wadogo, wafanyabiashara wakubwa, wafanya wa e, lakini wafanyakazi wa serikali, taasisi binafsi, pamoja na huduma e, ya lipabili ambapo ni kwamba kwa yule kwa ambaye anahitaji kupata e, usafiri au chombo cha kufanyia biashara, basi pia wanatoa huduma hiyo. Na kama tulivyomsikia kwamba kaelezea kwamba riba yao ni ndogo tu ya asilimia tatu, nukta tano kwa yule mteja ambaye anayepatiwa huduma na anatakiwa kurejesha na kurejesha kama alivyosema ya kwamba kulingana na makubaliano. Naam. Sasa kupitia hapa kwanza ningependa kufahamu, eh, Bwana James mmesema uh, mpo hapa Zanzibar Unguja na Pemba, pengine kwa Zanzibar Uh, Unguja ofisi yenu iko wapi, na Pemba iko wapi, na pengine je, mna matawi sehemu tofauti tofauti au tu ofisi moja na kadhalika, na asante sana. Hii taasisi makao yake makuu yako Unguja, lakini tunazo ofisi zetu ndogo za makao makuu ziko Pemba, na kwa Zanzibar kwa maana ya Unguja ofisi yetu kuu iko Mpendae Mall kwa wanaita kwa mchina mwanzo, Mpendae Mall, floor ya kwanza chumba namba ishirini na moja ndipo ilipo makao makuu ya, ya Orbit Microfinance, lakini kwa kule Pemba tunapatikana Chake afrikan, kuna ofisi yetu ndogo ipo pale ya makao makuu pia, huduma pia nazo zinatolewa. Lakini ndani ya, ya miaka hii mitano ambayo tume tumeendesha shughuli zetu, baada ya kuona mahitaji na, na wahitaji ni wengi wa hii huduma na wengi wameweza kunufaika na taasisi yetu, tukaamua kushusha hizo huduma kwa hiyo leo hii ukipita karibia maeneo yote ya Unguja na Pemba unaweza kupata huduma kulingana na sehemu unayokuwa unatokea. Tumejaribu kushusha ofisi zetu ziko karibia kila shehia au mitaa unayokuwa unatokea, wananchi. Nikimaanisha kwamba kwa mteja ambaye anatokea Paje anahudumiwa Paje, huduma zinazokuwa zinatolewa Paje ndo zile huduma zinazotolewa Mpendae Mall pale lakini pia kwa mteja ambaye yuko Nungwi anapata huduma Nungwi, kwa mteja ambaye yuko Kinyasini anapata huduma Kinyasini, Kizimkazi anapata huduma Kizimkazi. Lengo ni nini? Lengo ni kuweza kushusha zile huduma ili watu waweze kutufikia kwa wakati na rahisi kabisa. Asante. E, kumekuwa kuna e, malalamiko ya baadhi ya wananchi e, wakizalamikia hizi taasisi zinazotoa mikopo. Eh, wakisema ya kwamba wakati mwingine kabla ya kupatiwa huduma eh, pengine unatakiwa ulipe kiasi cha fedha, na wakati mwingine kuna mzunguko mkubwa, ilhali ya kwamba wao wanataka kupata fedha kwa ajili ya kukwamua biashara zao. Je, kupitia kwenu eh, utaratibu huo upo au kuna utaratibu gani? Na kwanza malengo ya taasisi yetu ni, ni, ni kuwainua wananchi kiuchumi na kama ilivyo adhima yetu kwamba tunainua wananchi kiuchumi. Kwanza, hatulengi swala la kukusanya fedha za wananchi au kumwambia mwananchi aje awekeze kwetu tu, tumpe pesa au tumwambie alete fedha kiasi fulani ili tumpe mkopo kiasi fulani. Hiyo taasisi yetu hairuhusu na hatufanyi hivyo. Ndo maana sisi, ukinapokuwa umekamilisha taratibu au vigezo ambavyo tumeviweka sisi kama taasisi basi moja kwa moja tutakuwa tunakuhudumia kwa maana ya kukupa wewe ule mkopo ili wewe uanze kurejesha. Na napenda nitoe rai, mikopo iko mingi sana, labda naweza nikatoa elimu kwa wananchi au wakazi wa Zanzibar. Kwanza, unapoiona taasisi ya mikopo, lazima ujue ofisi zao zinapatikana wapi lakini kingine uweze kujilizisha taasisi hiyo iko kihalali, inafanya shughuli zake kihalali, imesajiliwa na mamlaka husika, ili inapokuja inatokea changamoto uweze kujua namna ya kuwapata. Kwa hiyo sisi kama Orbit Microfinance hatuchukui fedha za mwananchi, hatuwekezi fedha za mwananchi, wala hatukusanyi fedha ya mwananchi, ila sisi kama unahitaji huduma, tutakupa fedha ili wewe uanze kurejesha kidogo kidogo mpaka utakapokuwa umekamilisha huo mkopo ambao umekuwa umechukua. Naam, asante. Uh, ni kama tunavyofahamu ya kwamba uh, mikopo hizi au taasisi hii zimejikita zaidi katika kuwasaidia wale wafanyabiashara wadogo wadogo na wajasiria mali, lakini katika haya makundi manne umetaja ya kwamba kuna taasisi binafsi na pia taasisi za serikali. Unadhani ya kwamba uh, kuna umuhimu pia wa kuwapatia mikopo taasisi binafsi na taasisi za serikali? taasisi binafsi na taasisi za serikali, umuhimu upo. Ndio maana sisi kwa, kwa kutambua hilo tukaamua tumfikie jamii yote au makundi yote yeah. Kwa sababu ukisema unamhitaji mtumishi wa umma peke yake, lakini kuna mtu ambaye yuko wa sekta binafsi, wanahabari, wenye mahoteli, wenye marestoranti kwa ajili ya kuuza